Tugombane tunavyoweza kugombana. Lakini kamwe tusiendelee kuichoma nchi yetu wenyewe. Tukilipua nchi hii, lazima na sisi tukufa. Itakuwa ni kufanya fujo kama vile kukata mti tukiwa kwenye tawi la mti huo. Mwisho wa siku maendeleo ya taifa letu yatarudi nyuma na adui atapenya katikati ili sisi tuweze kufeli katika maendeleo yetu. Mungu wa mbinguni atupe kibali. Tuendelee kusema na makundi mbalimbali, ili kila mmoja awe balozi wa amani hii. Kila mmoja awe balozi wa maendeleo yanayofanyika katika taifa letu. Na mwisho, kila mmoja asikilize mawaidha ya viongozi wetu. Nilimsikiliza pia kiongozi wa dini ya Kiislamu, alisema tupo tayari kukata vichwa. Mimi naomba nionye pia hapa, tusifike huko. Ndugu zangu, viongozi wa dini, tuwe ni watu tunaoadilisha, tunaokemea. Kamwe tusiweke petroli katika haya ambayo yanatokea, na madhara yake akaja kwa makubwa Tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa kumi yupo dada mmoja, yuko pale Kimarabaruti. Yeye huyu dada amemaliza chuo kikuu na alitafuta ajira akakosa, lakini baadaye akapata uwezo wa kupata mtaji, akaenda kufungua duka, akafungua na sehemu ya chakula. Ameweka mtaji wake pale, wasi chini ya milioni hamsini, lakini yule dada miaka minne iliyopita aliolewa. Kwa bahati mbaya, alikapata mimba na akamiskeli mtoto akafariki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, yule dada alipata tatizo la kuwa na over prolonged bleeding isiyopungua kwa miaka mitatu, mme wake akamwacha. Akawa na mikasa mitatu: mtu mwanaye amefariki, mmeo amemwacha na amepata madhara afya. Tarehe ishirini na tisa duka lake na sehemu anayouzia chakula ikawashwa moto, akaja ofisini kwangu analia kwamba mheshimiwa mkuu wa mkoa, sioni mbele wala sioni nyuma, nachokiona mbele yangu ni sumu, ili niweze kupotea katika ulimwengu. Nilimwambia dada, pole sana, mimi kama mkuu wa mkoa lazima nichukue hatua, urudi angalau kwenye hali yako Nafahamu waandamanaji hawa au vikundi hivi, watu wenye fujo, wamefanya mambo haya kwa kumgusa hata asiye na hatia, hata asiye na chama, mfanya biashara wa kawaida. Lakini haya yote, mheshimiwa waziri mkuu, tunaendelea kuyashughulikia na watu lazima waone, mheshimiwa waziri mkuu, kwamba tunapoingiza Dar es Salaam na maeneo mengine yote katika vurugu, madhara yake ni makubwa, yanamgusa aliyefanya vurugu na ambaye hajafanya vurugu. Na Dar es Salaam, mheshimiwa waziri mkuu, nimekutana na wazee watatu, na mmoja kwa bahati mbaya amefariki. Wao walikuwa wanatumia dawa za pressure. Na kwa bahati mbaya kwa siku, kwa siku vurugu zikiwa zinafanyika dawa zao zilikuwa zimekwisha. Mheshimiwa waziri mkuu, siku ya kwanza sukari na pressure inapanda, siku ya pili sukari na pressure inapanda, hakuna daktari wala hakuna dawa anayoweza kupata kwa sababu waliambiwa kaendani. Mheshimiwa waziri mkuu mmoja ameparalyze na mmoja amefariki. Walipokuja kunieleza Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikasema haya ndiyo mambo ambayo Watanzania tuwe tunayaona. Ni kweli sisi tunaweza kuwa na ugomvi wa kawaida wa vyama vya siasa kati ya mimi Chalamila au mkuu wa mkoa au mtu mwingine yeyote, lakini ugomvi wetu kamwe ukiende, ukienda huko Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikupe dondoo tu kidogo maeneo ambayo yalikuwa on target. Kuweza kuyachoma moto bila huruma. Moja ilikuwa ilikuwa ni stendi ya Magufuli, hii hapa, stendi hii hapa. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii ilikuwa inaungua yote hii hapa. Nilishukuru jeshi lilikuja haraka likalinda stendi hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tajeti ya pili ilikuwa ni mabasi ya mwendokasi. Yameunguzwa mabasi mengi tu ya mwendokasi. Na kupiga vituo vya mwendokasi. Tajeti ya tatu ilikuwa ni miundombinu ya gesi ya TPDC. Kulipua miundombinu ya gesi na kulipua vihenge vya mafuta vilivyoko pale Kigamboni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nishukuru vyombo vya dola vimelinda kule. Mpaka leo mnaona miundo mbinu hii inaonekana. Jaribio la tatu lilikuwa ni kuchoma jengo la TCRA. Na walichoma wali kibanda cha mlinzi. Jeshi likaja mbele kwa ajili ya kulinda amani hiyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo jingine lilikuwa ni kuchoma miundo mbinu ya TANESCO. Ilikuwa kulipua hii gesi, kulipua hapa Ubungo pamoja na kulipua kule Kinyerezi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Leo hii miundombinu inayoonekana hapa ni kwa sababu vyombo vimefanya kazi. Kama tungesikiliza maneno na kurudi nyuma, vile Dar es Salaam ingekuwa giza yote. Hospitali ingelikuwa hamna, umeme hamna, miundombinu ya maji hamna na kila kitu hamna. Kwa hiyo mimi, ninachoweza kusema hapa kwako, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kila mama aliyeko hapa na kila baba aliyeko hapa akamweleze mwanae madhara haya tunayoyafanya. Madhara haya tunayoyaongea. Tugombane tunavyoweza kugombana. Lakini kamwe tusiendelee kuichoma nchi yetu wenyewe. Tukilipua nchi hii, lazima na sisi tukufa. Itakuwa ni kufanya fujo kama vile kukata mti tukiwa kwenye tawi la mti. Hiyo mwisho wa siku maendeleo ya taifa letu yatarudi nyuma, na adui atapenya katikati, ili sisi tuweze kufeli katika maendeleo yetu. Mungu wa mbinguni atupe kibali, tuendelee kusema na makundi mbalimbali ili kila mmoja awe balozi wa amani hii kila mmoja awe balozi wa maendeleo yanayofanyika katika taifa letu. Na mwisho, kila mmoja asikilize mawaidha ya viongozi wetu. Nilimsikiliza pia kiongozi wa dini ya Kiislamu, alisema tuko tayari kukata vichwa. Mimi naomba nionye pia hapa, tusifike huko. Ndugu zangu, viongozi wa dini, tuwe ni watu tunaoadilisha, tunaokemea. Kamwe tusiweke petroli katika haya ambayo yanatokea, na madhara yake akaja kuwa makubwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.